Baada ya Jasiri kutoweka kijijini hapo, kijiji cha Kilinga kilitawaliwa na hofu kubwa. Hakuna aliyethubutu hata kusogelea Mto Mweusi pamoja kwenda msituni. Wazee wa kijiji walihofia kuwa Zirakuu alikuwa amekasirika na sasa angeweza kulipiza kisasi kwa kijiji kizima, lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakuweza kukaa kimya. Mtu huyo ni dada yake Jasiri. Alikuwa na moyo wa ujasiri kama kaka yake, lakini pia alikuwa ni mwerevu zaidi kuliko watu wengine. Alijua kuwa kama kweli Zirakuu alikuwa ni kiumbe wa giza, basi huenda kulikuwa na njia ya kumshinda. Siwezi kumwachia kaka yangu mikononi mwa mnyama huyu wa giza, alijiambia maneno haya moyoni mwake Asha ambaye ni dada yake Jasiri. Asha aliamua kujiandaa kwa safari. Alienda kwa mzee mmoja wa kijiji anaitwaye Babu Kalu ambaye alijulikana kwa maarifa yake ya kale. Baada ya Asha kufika kwa Babu Kalu, alimwambia Babukalu, naomba unisaidie, nahitaji kujua jinsi ya kumshinda Zirakuu, Babukali. Babukalu alimsikiliza kwa makini, kisha akavuta pumzi ndefu na kusema, Zirakuu ni mnyama, Zirakuu si mnyama wa kawaida kama unavyofikiria roho ya giza iliyofungwa kwenye mapango hayo kwa maelfu ya miaka. Anaweza kula roho za binadamu kwa nguvu zake za giza, lakini kuna jambo moja ambalo Zirakuu hawezi kustahamili, nalo ni mwanga wa uhai. Mwanga huo wa uhai? Asha aliuliza, ni mwanga gani huo? Asha aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, Babokalu alifafanua, kuna jiwe la nuru linaloitwa mwanga wa moyo lililofichwa kwenye kilele cha mlima Mweupe. Jiwe hilo linaweza kuondoa giza na kumfanya Zirakuu kuwa dhaifu lakini safari yake ni ya hatari mno, mpaka kulifikia jiwe hilo jeupe katika mlima mweupe. Bila kusita, Asha aliamua kuanza safari kuelekea mlima mweupe. Alibeba kisu chake, mfuko wa chakula na taa ndogo ya mafuta. Alijua kuwa hii ilikuwa nafasi pekee ya kumokoa kaka yake. Asha akiwa katika safari hiyo ya hatari, alipoingia msikutuni, Aisha alipoingia msituni, upepo wa baridi ulianza kuvuma kama ilivyokuwa kipindi kile kaka yake ameingia katika msitu wa giza pepo huo ulivuma Asha baada ya kuingia msituni, ukileta sauti zisizoeleweka kana kwamba miti ilikuwa inazungumza. Nyasi ndefu zilitingishika kana kwamba kuna kitu kilikuwa kikinyemelea gizani. Alitembea haraka aki akijaribu kupuuza hofu iliyokuwa ina mkabili. Alipopita mtu mweusi, alihisi juto kali likitoka ndani ya maji meusi. Kulikuwa na harufu ya damu na moshi mzito ulizunguka eneo hilo. Mara ghafla, sauti nzito ilisikika tena kutoka mbali unadhani unaweza kuniangusha mimi ni Zirakuu hutowahi kufanikiwa asha hakusimama alikimbia kwa kasi hadi alipoanza kupanda mlima mweupe baridi kali ilianza kumkaba lakini aliendelea kupanda hadi alipofika kwenye pango lililokuwa na mwanga hafifu wa bluu. Ndani ya pango hilo aliona jiwe lililokuwa liking'aa kwa nuru ya ajabu. Alipolishika alihisi nguvu kali zikimpita mwilini, kana kwamba moto wa uhai ulikuwa ukimjaa. Alijua sasa kwamba alikuwa na silaha ya kumshinda Zirakuu. Hapo sasa mapambano kati ya Asha na Zirakuu yakaanza. Asha aliporudi kwenye mapango ya msitu wa Nyakangwe alisimama mbele ya giza kuu. Zirakuu, Nimekujia, alisema kwa sauti ya ujasiri Asha. Kutoka ndani ya mapango, kivuli kikubwa kilianza kuongezeka na macho mekundu yalionekana. Umefanya makosa makubwa, binti mdogo, Zirakuu alinguruma, sauti yake ikitikisa ardhi lakini Asha hakuogopa sauti hiyo. Alinyanyua jiwe la mwanga wa moyo juu, na ghafla mwanga mkali ulilipuka ukiangaza giza lote. Zirakuu kuu alipiga kelele za maumivu, mwili wake wa giza ulianza kuyeyuka na sauti yake ikawa dhaifu. Hapana, siwezi kushindwa, mimi ni mimi ni mfalme wa giza. Asha aliendelea kushikilia mwanga juu mpaka Zirakuu alipodhoofika kabisa na kufifia kama moshi. Mwisho wa Zirakuu ulikuwa umewadia. Ndani ya pango, Asha alimuona kaka yake Jasiri akiwa amelala chini dhaifu, lakini mzima. Alimunua na pamoja walitoka nje ya msitu, wakirudi kijijini wakiwa mashujaa. Kutoka siku hiyo, mto mweusi ulianza kuwa wa kawaida tena na giza la zirakuu lilitoweka milele.